wa kiangazi ndio tunakuanga na shida ya conflicts because of limited resources. Maji inakuwa niaba na pia lishe inakuwa niaba. Kwa hivyo wakati kama huo, tunahamasisha watu wajaribu kuheshimu rasilimali za wale wengine, kwa sababu tuko na wafugaji na tuko na wakulima iliweza kuzungumza na kamishna msaidizi wa eneo bunge la Garore bwana Zilot Isaia kuhusu chanzo cha migogoro kati ya wakulima na wafugaji hasa wakati wa msimu wa mvua za vuli au mvua chache. Haya ndiyo aliyokuwa nayo ya kusema. Kwa wakati mrefu imekuwa ni, ni mbinu ambayo watu wamekuwa waki coexist ama wakiishi manyasi ama lishe la wanyama kama limekuwa dogo kule upande wa juu So wanakuja wanakuja huku chini na inakuwa kusema kweli ni conflict, ama watu wanakosana. Ni, ni sababu kubwa ya kwamba watu wanakosana. Kisha bwana kamishna anaelezea hatua ambazo serikali inachukua ili kuzuia na kusuluhisha migogoro hii kabla haijageuka kuwa vurugu. Kabla mtu atoke kule na mifugo yake, tunasema aweze kuleta kupitia kwa ofisi yao kule ambako wanatoka, hata kama ni kaunti nyingine ama ni subkaunti ingine kule, aweze kupitia kule na wale wafugaji wenye ile mifugo, anaweza kupitia awambie, mimi naenda mahali fulani na ninanuia kupeleka mifugo yangu mahali fulani, iende ikakae kwa, kwa wakati huu wa kiangazi, ili iweze kupata malisho bora. Ile barua atapitia kwa ofisi edha ya chief pale ama ya eh, ofisi ya ICC, ya DO zamani alikuwa anaitwa naitwa DO ama DCC Chifu ndio mtu wa mwisho, mwisho atahakikisha amemwandikia barua. Wakati anakuja hapa, asiingie hapa ndani bila kupitia kwa ofisi ya chifu hapa. Tunawahitaji ndugu zetu, lakini awezi kupitia pale, awezi kupresent ile barua, tujue pia huyu anatoka mahali fulani na kule pia anajulikana, wenye mifugo ni kina nani na watakuwa hapa uh, watakuwa mahali gani. Tukiwa pale tunaweza kuofa advice, sisi tunaweza kuambia, kusema kweli wakati huu tuna advise hivi na hivi na hivi Mmefanya vizuri, mmekuja na tumejua kwamba mko kwa void. Kuja tu na kuingiza shambani, anakuja moja kwa moja, anaenda kuweka kwa shamba, mahindi yamepandwa. Ukisikia unapigiwa simu, unasikia watu wamekatana kwa mapanga, kwa sababu waliingia bila kutaarifu. Patia taarifa ya kwamba sisi watawala hapa tunafaa pia tujue, na tu moderate. Tunataka watu waishi pamoja, lakini waishi kwa mpangilio. Nafikiri hiyo ni mbinu ya kwanza mbetu tumesema. Mbinu ya pili wakati uko pale, jinsi ya kuheshimu watu wanavyoishi. Mkulima aheshimu heshimu mtu ambaye anaweka mifugo. Mtu wa mifugo naye aheshimu mkulima. Ikiwa namna hiyo, hata ikitokea bahati mbaya, huenda ikawa ni bahati mbaya imepitia pale, basi, unaona, ile kesi mnaweza kuihandle amicably na ikaisha. Kiangazi huja kila mwaka lakini je, migogoro nayo ni lazima irudi kila mara? Tukiwa jamii moja, tunaweza kuamua tutagawanya rasilimali au tutagawanyika kwa ajili yake. Serikali, jamii na mashirika yakishirikiana, suluhisho linawezekana, na matumaini hayo yanaanza na sisi.